Fasalu ahla Thikri, in kuntum la ta'lamun. Naam, suala jingine linasema, anasema mwenye suala, niko na mama yangu na mie ndiye binti wake mmoja, lakini tabu ya mume wangu hamtaki, na mama yangu anataka akae kwangu na ni juu yangu mimi kumtazama na kumchukua hospitali na kumjulia kwa dawa zake. Sasa nifanye nini? Sijui nifanye nini, maana mama akija kwangu mume wangu anakasirika, hamsemeshi mtu yeyote hadi siku mama atakapoondoka. Jawabu ya wenye ilmu ni kwamba ndoa ni uhusiano baina ya watu wawili, lakini sio uhusiano baina ya mume na mke peke yao, bali ni uhusiano wa baina ya familia mbili, familia ya mume na familia ya mke. Kwa hivyo ile rahma ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amewaneemesha waja kutokana na ndoa, aliposema subhanahu wataala wamin ayatihi an khalqa lakum min anfusikum azwajan litaskunuu ilaiha wajacala bainakum mawaddata wa rahma, na miongoni mwa dalili zake na ishara za uwezo wake na hikma yake ni kukuumbieni kutokana na nafsi zenu wake ili mpate utulivu kwao na akajaalia baina yenu mapenzi na rehma. Basi hii rahma na haya mapenzi, wanasema wenye ilmu, inapasa yawe sio baina ya mke na mume tu, bali na baina ya familia zao mbili, kwa sababu ndoa inazijumuisha familia hizo mbili. Na kwa ajili hiyo, anatakiwa kila mmoja katika wana ndoa mume au mke awe anashughulishwa vile vile na familia ya mwenzake kwa maana awe anawafanyia wema wazazi wa mwenziwe na vile vile jamaa waliokuwa wamemhusu mwenziwe, anajipendekeza kwao na kuwazuru na kuwaheshimu. Kwa hivyo mume amfanye baba wa mke na mama yake kama baba yake na mama yake, na vile vile jamaa zake watembelee na kujulia hali na kuwafanyia hisani na mke vile vile anapaswa amfanye baba wa mume na mama wa mume kama ni baba yake yeye na mama yake yeye, awe na heshima na kuwakirimu na kuwafanyia wema na ihsani. Hivyo ndivyo inavyopasa, isiwe mtu anashughulishwa fakat na mkewe na mume. Na mke anashughulishwa fakat, yani peke anashughulishwa tu na mume wake, ashughulishwi kabisa na wazazi wa mume na mume akawa hashughulishwi kabisa na wazazi wa mke pamoja na jamaa zake yeye, kashughulishwa na mkewe tu, na mke kashughulishwa na mume tu. Hilo halipasi kwa sababu kwanza litapelekea kuwepo na chuki e, baina ya mume na mke ikiwa mmojawapo atakuwa hawapendi e, wazazi au jamaa e, wa, wa mwenziwe, na vile vile itapelekea hata kuleta chuki na kuondoa mapenzi baina yake na hao jamaa wa mwenzake. Kwa hivyo patakuwa hapana ule utulivu na hapana ile mapenzi na hapana ile rahma ambayo inatarajiwa kupatikana katika ndoa. Kwa hivyo linalohusiwa na wenye ilmu ni kwamba kila mmoja baina ya mume na mke awe na shughulishwa vile vile na wazazi pamoja na jamaa za mwenzake. Wa kwa kuwakirimu na kuwaheshimu na kuwafanyia wema na ihsani, ndipo itadumu mapenzi baina yao, na itapatikana ile rahma baina yao pamoja na familia zao. Wallahu aalam.